Swala la utekaji, watu wanatekwa, watu wanaumia, watu wanapigwa, watu wanauawa, na nimewaona viongozi wa dini kama Kitima, nimeona amevamiwa katika eneo hili la baraza la maaskofu katoliki jijini Dar es Salaam. Sio mambo ambayo kwa kweli yanabariki kwa taifa letu. Nimeyaona, nimemwona, ni mchungaji Arusha amechukuliwa <coughs> akapigwa aka, aka pigwa na nini, ingawa hatujui vizuri kwamba hicho kikundi cha watekaji kimetoka wapi na hicho kikundi kinatumwa na nani. Sisi kama maskofu imetushangaza e, kwa sababu kwa miaka mingi e, unaona mimi ni mtu mzima sasa, toka nimeanza huduma katika nchi hii ni zaidi ya miaka ishirini nkitoa huduma za kiona za kijamii, lakini hatukuwahi kuona mambo kama haya yanatokea kwenye taifa letu. Kwahiyo ninachokiamini ni kwamba e, ninaamini kwamba vyombo vya dora, vyombo e, vya ulinzi na usalama, serikali yetu, ninaamini kwamba haihusiki na jambo hili, kwa sababu serikali yetu ni serikali ambayo, na viongozi tunafahamiana, isipokuwa kunaweza kukawa kuna kikundi ambacho hakijulikani vizuri ni kikundi cha aina gani na kimetokea wapi, kina na malengo yake ni nini? Kwa sababu taifa letu ni taifa la amani. Nimesikia Wakenya e, wamezungumza maneno mengi sana kuhusu Tanzania na hata kumchora kwenye katuni rais wetu na nini, Rais Samia, sijapenda na sijafurahia mimi. Niombe kwamba heshima ya rais wetu ibaki pale pale kwa sababu ni rais kwa sababu Mungu amemweka we rais pia, maana maandiko matakatifu yanasema e, tuiheshimu kila mamlaka iliyoko madarakani kwa kuwa kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Ninachokiamini, Samia ni rais ambaye Mungu pia amekusudia we rais. So, kwa hiyo niombe kwamba wale watu ambao wanamtoa kwenye makatuni wanamchora vibaya, wanasema maneno ambayo si hayafai, malengo yenu ni nini? Kwa sababu pia na yeye kama rais ana haki ya kuonya na kuzungumza anapoona kuna mambo ambayo sio mazuri kwenye nchi ambayo yeye ni kiongozi. Nimekuwa kiongozi muda mrefu, ninaelewa gharama ya kuwa kiongozi. Unaweza kutukanwa na watu, unaweza kusema vibaya, lakini rais wetu kwa kweli eh, namfahamu vizuri teni. Jambo la pili, nimwombe rais angalie hili jambo linaloendelea kutuletea doa Tanzania linatokana na nini? Na hawa watu wanaofanya jambo hili, Je, ni matapeli? Je, ni majambazi? Vyombo vya ulinzi na usalama viko wapi? Mdude ametekwa na tumewasikia vijana wa Temeke na wengine sehemu mbalimbali wanatekwa, wengine wanauawa, lakini hatujawahi kusikia mmoja wa, m, m, m, m, mtu ambaye amefikishwa mahakamani kwa sababu ya utekaji huo. Tunaoomba serikali Ituambie, Watanzania, na hasa sasa sisi viongozi wa dini pia tunafuatilia kwa ukaribu, kama mababa wa kiroho, hawa watu ni akina nani? Kwa nini hawafikishwi mahakamani? Tunaomba apelekwe kwenye vyombo vya dola kama mtu amepatikana anakosa lolote. E, utamaduni wa nchi yetu ni kwamba tumezoea kuona anachukuliwa kwa maana ya kupelekwa polisi, baadaye anapelekwa mahakamani, kama atapatikana na kosa anapewa adhabu ambayo eh, imetokana na utaratibu wa kisheria. So kama ni, eh, ni, ni, ni, ni haya mambo yanayoendelea yanatupa ya mashaka sana, yanatuchanganya Watanzania, hawaelewi kwa sababu tunaona eh, vyombo vya ulinzi na usalama mmekaa kimya, hamjafikisha mahakamani wahusika wanaohusika na hivi vitendo ambavyo vimekuwa vikiibuka vya watu kutekwa. Tunaomba watu hawa kama mmefanya uchunguzi na wamejulikana, wafikishwe mahakamani.